Kwamba hali ya taharuki imetanda katika kijiji cha Lokwamosing eneo bunge la Turkana mashariki baada ya wezi wa mifugo kuvamia eneo hilo na kuiba mifugo wapatao elfu mbili waliokuwa malishoni. Ni uvamizi ambao umesababisha kufungwa kwa shule ya msingi ambako walimu pia wametorokea usalama wao, kama Cheboit Emmanuel anavyoeleza. Ndiyo hali halisi katika shule hii ya msingi ya Lokwamosing iliyoko eneo bunge la Turkana mashariki. Licha ya kuwa siku ya masomo ya kawaida kwa wanafunzi, shule hii imesalia pweke baada ya walimu na wanafunzi kutoroka kufuatia uvamizi wa wizi wa mifugo nyuma ya madarasa Jumatatu mchana Dukana. Baada ya tukio hilo, wezi walifaulu kutoroka na mifugo wote wa eneo la Lokwamosing na kuelekeza katika maeneo ya kaunti jirani. Kwa nini mambo yanafanyika na hizi tuko nchi ambayo tumejitawala miaka na miaka? Tungekuwa ni wakati huu ni maendeleo, ndio tuna tunaongea mambo ya maendeleo, sio mambo ya unganying'anyi kama hii, ambaye mali naenda sasa, wao watu watakwaje? Vitengo vya usalama kutoka kituo cha polisi cha Lokwamosing walijaribu kuweka juhudi kukabiliana na wezi hao bila kufua dafu, kutokana na ukosefu wa barabara. Hata polisi yenyewe wanajaribu hatu kufuata. Hakuna mtu anaweza kuwa na risasi kama hiyo, sasa kama serikali yenyewe inashindwa kurudisha mahali, imagine hii watu wanatoa marisasi wapi? Alama, bunduki. walisema sisi Turudishe mabunduki, tulirudishe mabunduki yetu. Familia zaidi ya ishirini kwa sasa zinasononeka zikishindwa pa kuanzia na kumalizia baada ya kuibiwa, huku walimu pia wakiomba tume ya kuajiri walimu TSC iwahamishe. Hapa sisi tunatoka dauni, lakini mambo ya insecurity natupea wasiwasi sana, hata hatukai kwa amani. Kamanda wa polisi Turkana Mashariki, Solomon Kosgei, amesema wanaendeleza operesheni kurejesha mifugo na tayari mifugo mia moja wamepatikana. Give them some orders to react when our people are raided because there are so many armed there. Cheboit Emanuel, runinga ya Citizen, nikiwa kijiji cha Lokwamosing iliyoko eneo bunge la Turkana Mashariki <mulia>